E, msaidizi wa klabu ya Simba lakini pia Abel golkipa e, lakini pia unaweza kumwona Duchu e, lakini unaweza kumwona Hamza Kitasa huyu ambaye e, kuna mtu anamkubali sana e, bila kupoteza unaweza kumwona e, Mukwala lakini pia e, unamwona e, unaweza kumwona Noma pale. Eh, klabu ya Simba tayari umeshafika Dar es Salaam, na hapa ni Benjamin na hii ni internet tamzaramo lakini pia pasi eh, milioni wakipokea na wanachama wenzao, lakini pia anaona mpiga eh, picha wa klabu ya Simba Rabi, naye pia akiwa anawasili eh, taratibu kwa mujibu lakini nini ambacho eh, wanakwenda kukizungumza mzaramu kutuambia ama kutuadisia ama kutusimulia kilichotokea nchini Misri. Kuna mengi tutawasikia kutoka kwake, lakini eh, mzaramu anapiga kidogo lugha hapa, aonekana madrasa ya kukimbia. Lakini pia miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa kwenye msafara wa kikosi cha Simba kuelekea Suez Canal Misri mchezo ambao wamepoteza goli mbili kwa sifuri ni huyo unayemwona mbele ladak chasambi the last born wa klabu ya Simba, ambaye kwa msimu huu amekuwa na msimu bora mpaka sasa. Ndio huyo anaongea na simu akiwa na furaha, na furaha yao inabeba ujumbe kwamba wako tayari kuimaliza al Al-Masri katika mchezo wa marejiano anapokewa hapa na mwenyeji wake, na huyu ndio taratibu anaondoka maeneo ya uwanja wa kimataifa Mwalimu. Bwana mtazamaji wa Sports Mtaa Azim Dewiji pamoja eh, na huu msafara amekuwa sehemu yake. Unaweza kumwona kwa mbali eh, akiwasili katika uwanja eh, huu wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere Terminal 3 Eh, Azim Deweji ni mdau mkubwa, na alipata kuwa mdhamini miaka ya nyuma ile Simba ambayo inakwenda fainali ya mwaka elfu moja mia kenda tisini na tatu. Azim Deweji ndo alikuwa sehemu ya wadhamini wakuu. Tunataka tuibe kidogo maneno Sim, eh, la klabu ya Simba ambayo leo imewapokea wachezaji mashujaa wa klabu ya Simba ambao e, ndo hao unaweza kuona wakiwa wanapaki mizigo yao, na hii wanasema ni ngwadungwadu ngwadu. Simba wanajiandaa kwenye mchezo marejiano utapigwa tarehe tisa Jumatano, e, katika dimba la Benjamin Mkapa Lupaso, na hii tunavuka ndio slogan ya makauli mbiu ya klabu ya Simba kwenye mchezo huu. Unaweza kumshuhudia Fabrice Luamba Ngoma, kiungo maestro wa klabu ya Simba ambaye pia ni sehemu ya miamba ambayo inategemewa na mashabiki na wanachama klabu ya Simba kuwavusha kwa kuwapeleka hatua ya nusu fainali, mchezo wa marejeano dhidi ya Almasiri. Lakini pia Vincent Nauma, unaweza kumuona hapa Kelvin Kijiri, lakini kwa mbali pia unamshuhudia golikipa Al Salum, hao wote wakiwa kwenye huu msafara Boli miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo kwenye msafara wa klabu ya Simba. Awesu huyu anazungumza na simu akiwa ndo anatua hivi ndani ya bag eh, anakwenda kusalimiana na sehemu ya eh, wenyeji walokuja kumpokea Awesu Awesu eh, kiungo Boli waite eh, ona mambo kama hayo. Huu ni uwanja wa